Baada ya hapo inayofuata ni kutolewa mada mada ambayo itazungumzia baadhi ya matatizo ya jamii yetu. Mada yenyewe inasoma makatazo ya ulevi, kamari na uasherati katika Islamu na madhara yake ya, ya uvunjifu wa haki za binadamu.

pamoja na manaibu wanaokusaidia kazi na viongozi wote, mashehe na waalimu na wahudhuriaji wa jalsa salana hii ya hamsini na nne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mada niliyopewa mbele yenu kama ilivyosomwa na naibu amiri sahib, Maulana Sheikh Abid Mahmud Bat sahib makatazo ya ulevi, kamari na washarati katika Islam na madhara yake ya uvunjifu wa amani. Ndugu zangu, kamari imekuwa ni ugonjwa ulio mkubwa katika jamii ya sasa ambayo sisi tunaishi kwa pamoja ambao tunaona vijana wakubwa kwa watoto wakijihusisha na mchezo hii ya kubahatisha, ambayo kwa hakika inaleta hasara kubwa sana ya kiimani, hasara kubwa ya kimwili, hasara kubwa ya kimaadili, kwa sababu yanayozunguka katika mchezo huu wa kamari yote yanasababisha uwasi wa Mwenyezi Mungu. Khalifa Mtukufu wa Pili radhiallahu anhu alifafanua kwa uchache, ama nimechukua machache kutoka katika ma maelezo yake kuhusu kamari. Anasema, almaisir hurejea kwenye kamari au michezo ya kubahatisha na michezo hiyo anaichambua kwamba tafsiri yake ni kuwa, al ni kuwa almaisu ni mchezo wa hatari, inatokana na neno yasir, yaani alikuwa mtulivu na mtifu, baadaye amegeuka upande wa pili, anasema yasir na inamaanisha mwanamke aliyetolewa kwa urahisi. Na sisi tunaona katika mazingira tofauti tunamoishi, hali hii katika maeneo ya wanaocheza kamari, mambo haya yanapatikana kwa urahisi mno. Kwa hivyo, maana ya msingi hasa ya neno ni kupata kitu kwa urahisi na hivyo kumdhulumu mwingine kwa njia ya makubaliano ya pande zote mbili, lakini yule ambaye ameanzisha mchezo ule ana siri nyingi ameziweka ndani ya, ya mchezo ule ambayo lengo na makusudi yake ni kumdhulumu mchezaji wa kamali ile. Neno hili uvuzuru amelichambua katika vitabu mbalimbali mbali, nitaeleza viwili tu kwamba Lisan al Arab na Mufradat ameeleza maneno haya, la kwanza akisema, mchezo wowote wa hatari au mchezo wa kubahatisha; mbili, mchezo wa hatari unaochezwa na Waarabu kwa mishale isiyo na ncha. Yaani hiki ni kifupi chake cha maelezo ambayo huzuri radhiallahu anhu alitueleza kutufahamisha vijana, watu wanaopenda kumfuata mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile ambavyo Qur'an tukufu inatuagiza ikisema, in kuntum tuhibbunallaha fattabiuni, ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi. Njia hasa ya kumfuata mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kujiepusha na makatazo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaeleza kwa wasaa mkubwa na kwa kina ndani ya Kurani tukufu. Ndugu zangu, kwani kamari inapoteza imani ya mtu, inapopelekea wizi majumbani na madukani, na hasa watoto wanaochipukia kwenye kamari, wamekuwa wahanga wakubwa wa matukio haya ya kuiba majumbani mwao na majumbani mwa marafiki zao na wakiacha athari ya hasara nyingi katika familia hizo ambazo zinachukuliwa vitu vyao. Katika utafiti mbalimbali inaonyesha watoto wanachukua simu za wazazi wao, wanachukua fedha za wazazi wao, wanachukua vitu mbalimbali vya thamani, wakiwa hawajui thamani halisi ya hivyo vitu, wanaenda tu kuviuza ama kuweka kama rehani, ili wacheze kamari wapate zaidi wakiwa na imani watashinda na watazirejesha, na matokeo yake wanakuja kuanguka katika mahangaiko ya kwamba tunarudishaje. Kuna mtafiti mmoja anaitwa Rod Beacons amezungumzia hili kwa upana sana kuhusu kuharibika kwa nchi, yani moja ya vitu ambavyo vinaharibu nchi, ameeleza kwamba ni kamari. Anasema, kutoka mwaka elfu moja mia nane tisini na tano hadi mwaka elfu moja mia tisa na saba kulikuwa na matukio mia moja hamsini na sita ya kujiua na mengine ya kujaribu kujiua katika nchi za Ulaya, akitaja hasa Uingereza. Pamoja na hayo pia kuna kesi mia saba kumi na tisa za wizi na ubadhilifu na kufilisika kwa mabenki mbalimbali ambayo yalijihusisha na mchezo huu wa kamari. Kwa kuzingatia ukweli huu tu, haishangazi kwamba katika nchi zote zilizostaarabika hata hii leo kamari huwekewa sheria kali na kuhakikisha watoto wadogo hawahusiki katika michezo hiyo. Lakini kwa bahati mbaya, kulingana na kughafilika kwa malezi ya watoto wetu tunawaacha waelekea katika majumba katika maeneo ambayo kamari inachezwa. Mtafiti mmoja wa saikolojia anaeleza ya kwamba kamari ni miongoni mwa matishio ya afya ya akili pia, kwamba inampelekea mtu kuwaza vitu ama kuwa na msongo wa mawazo na kutokuwa na imani na Mwenyezi Mungu kwa wakati ule na matokeo yake yanakuwa yale ambayo tumeeleza mwanzo kwamba anayo hatari ya kujiua. Unakuta mtu anapunguza kula, anapunguza